Mwaka mmoja uliopita maisha yangu Dar es Salaam yalikuwa magumu. Nilikuwa mpishi mwenye kipaji, lakini kipaji bila connection ni kama gari bila mafuta. Nilikuwa napika kwenye mgahawa mdogo, napata hela ya kujikimu tu. Familia inanitegemea, mama yangu mzazi anaumwa, na mikopo ya kausha damu inaniandama kila siku. Niliota maisha bora, pesa heshima kazi nzuri, lakini sikujua nitatokaje kimaisha. Siku moja usiku, simu yangu iliita, namba ni ngeni. Kuisikiliza kwa makini, alikuwa rafiki yangu Benson. Aliniambia baada ya kumaliza chuo alipata mchongo wa kufanya kazi Ulaya. Juma, mshikaji, vipi wewe, nimesikia baada ya upo kwenye mapishi, nina dili kubwa kwako huku Italy njoo ufanye kazi na mimi ela siyo ishu. Tuliongea sana na mimi nikamuelezea namna gani maisha ya Bongo yalivyonikamata na kuninyoosha, naye akaahidi kunisaidia. Sikuamini, ilikuwa kama ndoto. Nilikusanya kila nilichokuwa nacho, nikaaga maisha ya shida na kuelekea Ulaya. Benson alinitumia nauli na akaniambia nikifika airport atatuma dereva aje kunipokea na kunipeleka nyumbani kwake. Akitoka kazini kwake atanikuta nyumbani kwake. Nilipofika kwenye nyumba yake, haikuwa nyumba, nilikuwa jumba la kifahari lililojificha kwenye milima. Kila kitu kiling'aa. Benson alinikaribisha kwa furaha. Alikuwa amebadilika. Alionekana mwenye nguvu na siri nyingi. Nilifurahi. Nikafika nyumbani kwake salama. Alikuwa akiishi jumba la kifahari lenye kila kitu ndani yake. Hakika, maisha yale yalizidi kunitamanisha na mimi siku moja familia yangu iishi maisha haya katika jumba la kifahari. Siku za kwanza zilikuwa shwari, nilikula na nililala vizuri. Benson alikuwa ananifundisha mapishi mapya, lakini alikuwa mkali sana kuhusu usiri. Hakupenda sana kuulizwa maswali kuhusu kazini kwake, wala hata kutembelewa akiwa kazini. Siku moja, tulienda mjini kununua vitu vya kula na vingine vya ndani, sababu rafiki yangu alikuwa amehamia kwenye jumba lake jipya na mimi nilikuwa ameninunulia nguo mpya ili kidogo nionekane mtu mbele ya jamii ya kizungu. Tulirudi, tulipiga sana pombe tukiwa nyumbani, huku tukitazama mazingira mazuri ya nje ya nyumba yake. Benson akaniaga anaenda kulala, mimi nikabaki nje mpaka usiku wa manane, nikaenda kulala. Asubuhi nikiwa bado kitandani chumbani ninakolala, nilisikia simu ya Benson ikiita sana bila kupokelewa. Nikaenda chumbani kwake, hayupo. Sebureni hayupo. Nilivyoenda store, nikamkuta rafiki yangu amejinyonga na amekwisha fariki. Niliwaza sana, nitaishi vipi maisha ya ugenini katika nchi ya watu? Akili yangu ikanipa wazo, kwa nini mimi nisiwe Benson? Nikiwa Benson mali zote alizoziacha nitazichukua mimi. Basi, baada ya kutafakari siku nzima, nikaona ni vyema nikamzike rafiki yangu Benson kimya kimya. Usiku nikaenda kuuzika mwili wake chini ya daraja la mto uliokuwa karibu na nyumba yake, nikarudi kulala. Kesho yake nikaanza harakati za kufoji documents zote zenye picha yake ziwe na picha yangu na alama za vidole za kwangu, kuanzia kwenye leseni yake, passport yake mpaka bank. Nilifanya hivyo haikuwa rahisi, ila kupitia kuhonga pesa na ujanja ujanja na wataalamu wa IT nilifanikiwa, na maisha yakaanza kwenda vizuri kama hakuna lolote lililotokea. Baada ya siku kadhaa kupita, nikiwa nimekaa sebuleni mlango ulifunguliwa ghafla. Alikuwa mwanamke mrembo lakini mwenye macho makali kama ya tai. Habari yako Benson, natumaini umeyapenda makazi mapya. <laughs> Umekwisha andaa mahitaji ya kazi ya kesho kutwa? Ndiyo, ila bado kuna mahitaji bado sijakamilisha. Jamani, mpaka leo. Na kwa nini? Hivi unajua hii kazi hatutakiwi kuzingua kabisa, kwa sababu ya hela tuliolipwa ni nyingi mno. Niambie sasa, nini bado? Au hujapata nyama? Ndiyo, nilishindwa kwa sababu ya ugeni, nimehamia haya maeneo bado siyafahamu vizuri, kwa hiyo nahitaji msaada kidogo. Sawa, jiandae basi, tutoke twende maeneo, naamini hatuwezi kukosa. Alijitambulisha kama Imani. Hofu ilinishika, lakini nilijikaza ili wasijue kuwa mimi sio Benson. Lengo langu lilikuwa ni kuchukua ile kazi ya rafiki yangu. Basi tukatoka nje, nikiwa mimi, yeye na dereva wake wa kiume, tulikuwa katika gari. Baada ya safari kidogo, tukasimama mbele ya kanisa kubwa tukawaona wanawake wawili wenye umri ulioenda kidogo wa miaka katika ya hamsini na sitini Pia walikuwa ni wanene. Sasa umewaona wale vipi? Tukipata mmoja yule mnene, si anatosha kabisa? Unamaanisha nini? Sijaelewa hapo. Maswali gani haya? Mbona kazi iliyopita tulifanya vizuri sana sasa sikiliza, mteja amelipa milioni mia tano, anataka wageni wake wale nyama nzuri na laini, na yule mama bonge anatufaa. Inabidi auliwe leo leo na ahifadhiwe kwenye friji kwa ajili ya kesho apikwe supu na rosti. Unamaanisha wageni wanataka nyama ya mtu? Ee, tunafanyaje sasa? Maana sielewi kabisa na hisi kichwa kimeganda. Kama sasa hivi hujisikii vizuri, basi tuje baadaye kukiwa na giza kidogo. Ni amri, siyo ombi. mimi nishachukua pesa ya watu na hapa kwenye begi nimebeba kiasi tutakachokulipa kabisa. Sikuwa na la kufanya, kukataa ilikuwa ni kurudi kule kule katika umasikini, na pia wangejua kuwa mimi siyo Benson kanibidi nikubali ila sikujua tunafanyaje. Kwa bahati nzuri, mlinzi wa imani alisema atanisaidia kukamata mmoja, mimi nirudi nyumbani, wao watamfuata na kumkamata na kumchinja mtu watakayemchagua kuwa nyama itakayotumika katika mlo wa wageni hao. Nilipika, nilitumia viungo bora niliandaa mlo ambao ungefaa kuliwa na wageni hao wa kitajiri. Wakati wote nilikuwa najisikia kama nimechanganyikiwa. Sehemu moja ya akili yangu ilikuwa inalia na kupiga kelele kwa hofu, lakini sehemu nyingine, ile ya mpishi, ilikuwa imezingatia kazi. Wageni walifika, tulikuwa watu wazima wenye heshima zao. Waliketi kimya kwenye meza ya chakula, niliwahudumia huku mikono yangu ikitetemeka. Walionja, macho yao yalifunguka. Mmoja wao mzee, niliyekadiria ana cheo kikubwa serikalini, alinitazama na kutabasamu wakati tunaendelea kuwahudumia wageni wetu. Kumbe Imani na mlizi wake walishindwa kumuua mama waliyenionyesha. Badala yake walileta mama mwingine ambaye alikuwa na matatizo ya akili, na muda huo askari na majirani wa maeneo anayoishi walikuwa wakimtafuta huyo mama. Alikuwa anaishi karibu na mgahawa ambao Benson alikuwa akihudumu kama mpishi. Wakati wanatafuta waliona heleni zimeanguka karibu na mlango wa kuingia ndani ya mgahawa. Ikabidi waingie ndani na waanze kutuhoji, na mahojiano yalikuwa ya muda mrefu, yalidumu kwa muda wa masaa matatu. Kwa kuwa walipatwa na njaa, wao pia waliomba orodha ya chakula waagize. Nilitetemeka, nikamuita imani jikoni nimuulize nafanyaje. Imani akasema wape tu chakula, hatuna namna. Basi nikawapa chakula wale askari, na wao walikula nyama ya mtu ambaye wanamtafuta kuwa amepotea. Mmoja wa askari ambaye ni mzee kidogo alivutiwa sana na radha ya ile nyama kiasi cha kutaka kujua nimeweka viungo gani. Kati ya wale wageni waliokuja kuna mmoja aliomba supu ya ulimi. Sasa tatizo lilianzia hapa. Ulimi wa mwanadamu unajulikana, nikipeleka pale mezani itakuwa msala. Nilisita, nikaanza kutetemeka mpaka jasho likawa linanitoka, wakati mule ndani kulikuwa na ubaridi mkali wa AC. Askari mmoja akanifuata na kunivuta kuelekea store na kuniuliza, naomba uniambie kijana, nini shida? kuna kitu kama mnatuficha? Basi sikuwa na jinsi, ikabidi nikae chini nimsimulie askari yule kila kitu, ila nikamwomba nifanyiwe wepesi ikitokea nimeonekana nina hatia. Baada ya uchunguzi kufanyika, wale wahudumu wa ule mgahawa walifungwa, mimi nilifungwa miezi michache. Nilivyotoka nikasafirishwa mpaka nyumbani kwetu Tanzania na kuendelea na maisha yangu yale yale, nikiwa nimejichelewesha sana kimaisha kitu ambacho kinaniuma sana mpaka leo hii. Kwa hiyo ninakuonya wewe unayenitazama ama kunisikiliza, kamwe usitamani maisha ya mwanadamu mwenzako. Anaweza akawa na majumba na magari ya kifahari na maisha ya kitajiri, lakini hujui nyuma yake kuna siri ipi.